Hapo zamani za kale katika mji mdogo na wenye shughuli nyingi nchini Tanzania, kulikuwa na majirani wawili waliokuwa wakiishi nyumba kwa nyumba. Nyumba zao zilikuwa karibu sana, hata madirisha yao yalikuwa yanagusana na milango yao daima ilikuwa wazi kwa kila mmoja wao. Majirani hawa wote waliokuwa na watoto wa kike, watoto hao ni Neema na Zawadi. Neema na Zawadi hawakuwa majirani tu, bali walikuwa marafiki wa dhati. Walikuwa pamoja wakicheza kwenye mitaa yenye vumbi, wakikimbia kwenye mashamba bila viatu, wakifukuza vipepeo na wakipanda miti ya maembe katikati ya mji wao. Walicheka pamoja, walilia pamoja na hata walipigana mara kwa mara kuhusu nani atapata kipande kikubwa cha mahindi ya kuchoma kutoka kwa duka la Mzee Juma. Tangu utotoni walifanya kila kitu pamoja. Walienda shule ya msingi pamoja wakikaa pembeni darasani. Walipomaliza shule ya msingi, wakaenda shule ya sekondari pamoja na kwa bahati nzuri, walikuwa darasa moja tena, kana kwamba hatima ilijua kuwa hawawezi kutengwa. Urafiki wao ukazidi kuwa imara zaidi walipokwenda shule ya sekondari ya wasichana. Kwenye mabweni walitumia kitanda pamoja, kitanda chao kilikuwa dabodeka, Neema alilala juu na Zawadi chini. Waliambiana siri usiku kucha kuhusu wavulana waliowapenda, ndoto zao za kuwa watu wa mafanikio, na jinsi wangeendelea kuwa marafiki wa dhati milele. Miaka ikapita na wote wakafanya kazi kwa bidii shuleni. Neema alikuwa mwenye alama za juu kila wakati, akishinda tuzo wakati wa mikutano ya shule. Zawadi alifanya vizuri pia, lakini si kama Neema. Hata hivyo, hakukuwa na wivu kati yao Walipofika chuo kikuu wote walipita mitihani yao na kukubaliwa kwenye moja ya vyuo vikuu bora nchini Tanzania. Wazazi wao walifurahi, majirani wakapiga kelele na mji mzima ukasherekea wasichana hawa wawili wenye akili. Baada ya chuo wote wakaanza kutafuta kazi. Neema, kwa ujasiri na akili yake, alipata kazi kwenye kampuni kubwa ya mafuta. Lakini hakumsahau rafiki yake Alimwambia mkuu wake kuhusu Zawadi, na muda si mrefu Zawadi pia akaajiriwa kwenye kampuni hiyo hiyo. Watu mara nyingi waliuliza, kweli hawa si dada wa damu? Neema na Zawadi walicheka kila wakati waliposikia hilo. Walishiriana kila kitu, chakula, nguo na hata siri kuhusu mahusiano yao. Lakini mbeleni, mambo yalianza kubadilika. Siku moja, Neema alipopandishwa cheo kazini kampuni ilimtuma nje ya nchi kwa mafunzo ya miezi sita. Alifurahi sana na kumkumbatia Zawadi kwa shauku. Nitakaporudi nitakuletea zawadi nyingi, aliahidi. Aliporudi kutanga nchi, alileta mifuko yenye nguo nzuri, marashi na vito. Kila mtu alifurahi kwa ajili yake. Muda si mrefu, wavulana wakaanza kumtembelea Neema wakiomba kumuoa wengine walikuwa matajiri, wengine wakarimu na wote walionekana kumtaka Neema. Siku moja, Neema alialikwa kwenye sherehe kubwa ya kuzaliwa. Alikuwa na mavazi mazuri, lakini alihitaji viatu vilivyofaa. Zawadi alikuwa na viatu vya kifahari ambavyo vilingana na mavazi yake. Tafadhali, naweza kukopa viatu vyako? Neema aliuliza. Zawadi akitabasamu bila shaka sisi si, si, ni dadai. Mimi hukopa vitu vyako kila wakati. Kwenye sherehe kila mtu alimpenda Neema. Angalia viatu hivyo, watu walisema kwa sauti ya chini. Anaonekana kama malkia. Lakini kuanzia siku hiyo, mambo ya kushangaza yalianza kutokea. Neema alianguka mgonjwa ghafla. Ilianza kwa maumivu ya kichwa, kisha akaanza kutapika damu. Alipelekwa hospitali lakini madaktari hawakupata tatizo lolote. Kazini mambo yalikuwa mabaya zaidi. Watu ambao walikuwa wakamsalimia kwa furaha sasa walimkimbia. Hata mkuu wake ambaye awali alikuwa akimsifu alianza kumkolea kila anapomwona. Asubuhi moja aliitwa kwenye mkutano na kushtakiwa kwa uongo kuwa ameiba pesa za kampuni. Mimi niibe? Neema alishangaa. Wavulana wawili ambao walikuwa wakimpenda wakaacha kumpigia simu bila sababu. Neema akiwa mwenye wasiwasi na kuvunjika moyo, alikaa peke yake jioni moja akitazama angani. Kuna kitu si sawa, alisema kwa sauti ya chini. Lakini ni nini? Siku zikipita, afya ya Neema ilizidi kuwa mbaya. Alianguka mara kwa mara na kuota ndoto za kutisha. Asubuhi moja aliamka na maumivu makali kwenye mguu wake. Alipochungulia chini, miguu yake ilikuwa imevimba sana hadi hakuweza kusonga. Miguu yake ikazidi kuwa mzito na hatimaye ikaanza kunuka vibaya. Neema hakuweza tena kwenda kazini. Alipoteza kazi baada ya kushtakiwa bila uthibitisho. Alilazimika kurudi kijijini. Alitumia siku zake akikaa chini ya mti mkubwa karibu na nyumba yake, akilia kwa upole. Jioni moja jua lilipokuwa likitua na kuchorea anga rangi ya machungwa, mzee mmoja mwenye fadhili alipita. akiwa amemwona Neema akilia alisimama. binti yangu, alisema kwa upole, usilie sababu ya maumivu yako ni mtu aliye karibu nawe, mtu wa karibu sana. Moyo wa Neema ulidunda "Mtu wa karibu na mimi ni, aliuliza. Lakini ni nani? Mzee alimwombea Neema na kumpa dawa za asili alizotengeneza kutoka kwa majani. Alimwambia amini kuwa atapona. Ajabu, baada ya siku saba miguu yake ikaanza kupona, uvimbe ukapungua, harufu mbaya ikatoweka na akaweza kutembea tena. Lakini kitu cha kushtua zaidi kilitokea siku ya saba Zawadi alianguka mgonjwa sana hakuweza kusimama na mguu wake ukaanza kukauka na kuwa mweusi. Kwa udhaifu wake, Zawadi alimtuma mtu kwa Neema. Baada ya siku tatu, Neema akafika mjini. Neema alipoingia kwenye chumba, moyo wake ulikuwa unadunda. Nini kinaendelea? Zawadi aliuliza, sauti yake ikitetemeka. Machozi yalimwagika kwenye uso wa Zawadi. Neema, alisema kwa sauti ya chini. Nina kitu cha kukuambia. Neema alifika karibu zaidi. Nini hicho? Nimekufanyia hivi Zawadi alilia. Niliwa na wivu, wivu kwa kila kitu, alama zako, kazi yako, safari yako nje ya nchi, hata wavulana waliokutaka kuoa. Mdomo wa Neema ukafunguka. Unasema nini? Zawadi aliendelea, nilienda kwa mganga wa kienyeji usiku kabla ya sherehe. Nilijua ungeomba kiatu hicho kwa sababu kingelingana na mavazi yako zaidi ya vyako vyote. Kwa hiyo nikaona hiyo ni fursa nzuri ya kukudhuru, nikamwambia nataka uumie. Sikukusudia iwe mbaya kama hivi. Neema hakuamini masikio yake. Wewe rafiki yangu wa dhati, mimi nilikuamini kwa siri zangu, mimi nilikuleta kazini, ningeweza kukuamini na maisha yangu. Zawadi alilia kwa ukali Samahani, tafadhali nisamehe Neema alitoka nje ya nyumba, alikwenda kwa mtu mwenzake kwa ajili ya kulala usiku huo, lakini hakuweza kulala. Alijua maumivu aliyopitia na bado maumivu ya Zawadi yalikuwa makali zaidi. Je, nimpeleke kwa yule mzee aliyeniponya au niachie atoe kisasi kwa maovu yake? Alifikiria kwa siku tatu, hatimaye akasema yeye ni rafiki yangu wa dhati nitamsamehe lakini nitakuwa mwangalifu naye. Kwa hiyo alimpeleka kwa yule mzee ambaye alimtakia dua na kumpa msaada. Zawadi baada ya kupona, aliwatuma majambazi wakamteke neema na wamuue, na hakujali kuwa alimsaidia kumpeleka kwa mponyaji wakati alipokuwa anaumwa. Neema alilia, lakini wale wanaume walifunika kinywa chake kwa kitambaa walimkamata na kumpeleka kwenye jengo lisilomalizika kwenye eneo lililojitenga. Walikuwa wanamngojea usiku wa manane ili Zawadi aje na kumuua mwenyewe, lakini walipomfumbua macho, mmoja wa wale wanaume alilia, Yesu! nini hii? kuna nini? mwenzake aliuliza. Sitamua kamwe, alisema kwa hasira. Kwa nini? nini kilichotokea? Siku moja nilikuwa nimeshindwa kabisa akaeleza. Sikula siku nzima. Nilikuwa nimeenda kwenye usaili, nilikuwa na hasira na nimechoka na maisha. Karibu nilimgonga gari lake. Alinisimamisha akanipeleka kwenye mgahawa, akaninunulia chakula na akanipa pesa. Pia aliniambia nimuite kama nikihitaji msaada, kama nikihitaji mtu wa kushirikia mzigo wangu. Ninakumbuka ile hadithi uliniambia, mwenzake alipiga kelele. Yeye ndiye. Ndiyo, yeye ndiye. Kama ningaliona picha yake awali, singalikubali kazi hii. Wakamfungulia Neema, wakampeleka kwenye barabara, wakampa pesa za basi na wakaondoka. Yule mtu alimwambia Neema kwamba ni Zawadi aliyewaajiri kumteka. Neema alisimama kama kigogo, machozi yakitiririka lakini kwa nini kwa nini mimi aliporudi mjini moyo wake bado ulikuwa unadunda akaenda moja kwa moja nyumbani kwa zawadi zawadi alipomfungulia mlango na kumwona neema amesimama hapo hai na salama karibu akazimia neema hii mimi nilidhani zawadi alitetemeka uso wake ukawa mweupe kama karatasi ulidhani nimekufa sivyo neema alisema kwa sauti laini lakini kama unavyoona ninaishi. Mimi sio mbaya kama wewe. Waliniachia kwenda kwa sababu nilimsaidia siku moja. Nafanya mema popote nipo. Kabla hajafikisha maneno, Juma alikuja na polisi. Neema alikuwa tayari alimwambia Juma kila kitu. Zawadi alikamatwa kwa jaribio la mauaji, lakini Neema alisimama kwa ahadi yake na hakuwafichua wale wanaume. Badala yake kwa msaada wa Juma walipewa kazi nzuri, ili wasirudi kwenye vitendo vya uhalifu. Nilikuwa natafuta kazi, nilikuwa na hasira, nilipungukiwa hadi nikafanya kazi yoyote ili nipate chakula, yule mtu alilia kwa shukrani kwa Neema na Juma. Tangu siku hiyo maisha yao yakabadilika, wakafanya kazi kwa bidii na kamwe hawakurudi kwenye uhalifu wa kuwateka watu au kuwaibia. Miezi kadhaa baadaye Neema na Juma walioana kwa harusi kubwa. Zawadi alihukumiwa miaka kumi gerezani na hakuweza kuhudhuria harusi hiyo. Kwa bahati mbaya, Zawadi hakumaliza hata miaka mitatu aliyohukumiwa, aliumwa na kufa ndani ya gereza, lakini Neema na Juma wakaishi kwa furaha. Mafunzo ya hadithi: wivu ni sumu ya kimoyo moyo, huharibu sio tu wengine, bali pia hukuharibu mwenyewe. Lakini toba ya kweli na msamaha wa dhati unaweza kuponya kila aina ya makovu. Maneno ni kama mbegu, yanaweza kupanda laana au baraka. Kwa hiyo zungumza uhai, wala sio kifo, kwa kuwa moyo unaosamehe, kwani moyo unaosamehe ndiyo moyo unaoishi kweli. Mimi naitwa Maria. Kama umependa simulizi hii, naomba usubscribe, ulike na ukomenti kwenye video yangu, asanteni.